Karibu mpendwa, katika maisha ya kila siku ya Mkatoliki. Tupo katikati ya mwezi wa Oktoba, mwezi mtakatifu wa Rozari Mtakatifu, ambapo kanisa linatualika tuzidishi sala, tafakari na matendo mema katika kila siku ya maisha yetu. Mungu anatuita kuishi utakatifu, si katika mambo makubwa pekee bali katika matendo madogo madogo ya upendo uaminifu na sala. Mara nyingi tunafikiri kuwa utakatifu ni wa kwa wale waliovaa majoo au waliotoa maisha yao kwa ajili ya imani, lakini ukweli ni huu: utakatifu ni safari ndogo ndogo, hatua kwa hatua, katika maisha ya kawaida. Ni pale unapomsamehe jirani yako unaposaidia maskini kimya kimya, unaposema Bwana nisaidie kabla ya kazi, hapo ndipo unachuchumia utakatifu. Katika mwezi huu wa Rozari, kanisa linatualika turudie salamu Maria kwa moyo wa upendo, kwa maana kila chembe ya sala hiyo ni tunda dogo la utakatifu unaochipua ndani yetu. Mwezi wa Oktoba ni mwezi wa Rozari Takatifu, ni muda wa kumtazama Yesu kupitia macho ya Mama Maria. Kwa kila fumbo tunalolisali, tunamwona Yesu akitenda kazi katika maisha ya mwanadamu. Tunasali si kwa kurudia tu maneno, bali kwa kutafakari fumbo la wokovu wetu. Na kila tunaposhika chembe ya rozari, ni kama tunashika mkono wa Maria tukiongozwa karibu zaidi na mwanaye salini lozari kila siku ni silaha zidi ya uovu alisema mtakatifu yohana paulo wa pili leo tunatafakari mfano wa mtakatifu luka mwinjili alikuwa tabibu daktari lakini pia mwinjili aliyemwandikia yesu kwa upendo wa kina luka akutafuta utukufu. Bali alitumia kipaji chake kuwaponya watu na kuandika habari njema. Kipaji alichopewa alikitumia kwa ajili ya Mungu. Na sisi pia tunaalikwa kufanya hivyo, kutumia vipaji vyetu kazini, nyumbani au shuleni, kwa upendo na uaminifu. Tukitenda mema kwa moyo safi, tunafuata nyayo za watakatifu kama Luka ambao walimpenda Mungu katika maisha ya kawaida. Leo chukua dakika chache, ndugu yangu, salisha fumbo moja la rozari, tabasamu kwa mtu anayehitaji faraja, toa neno la matumaini kwa rafiki aliyevunjika moyo, fanya tendo dogo, lakini kwa upendo mkubwa. Maana utakatifu si jambo la mbali, ni hatua ndogo unazochukua leo kwa imani. Sala. E Mungu wa upendo, tunakushukuru kwa wito wa utakatifu katika maisha ya kila siku. Tujalie neema ya kuwa waaminifu katika mambo madogo, kama alivyokuwa Mtakatifu Luka aliyekutumikia kwa kipaji chake na moyo wa unyenyekevu. Tusaidie Mama Maria kupitia sala ya Rozari Takatifu tuzidi kuishi imani yetu kwa matendo ya upendo, uaminifu na matumaini. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wetu. Amina. Asante kwa kuwa nami katika maisha ya kila siku ya Mkatoliki. Kumbuka, utakatifu huanza, hauanzi kesho, unaanza leo katika tendo dogo la upendo. Mimi ni Godfrey Tumaini. Mungu akubariki.